Malike Mheshimiwa waziri wa madini Anton Peter Mavunde mbunge, ili atoe maelezo mafupi, ambaye pia atafanya kazi ya kukukaribisha uweze kuongea na hadhara iliyoko mbele yako Mheshimiwa waziri. Karibu sana, na tumpigie makofi mengi sana tafadhali. Na ndugu viongozi wote mliopo meza kuu, kama mlivyo tambuliwa awali. Mheshimiwa waziri mkuu, naomba uniruhusu kwa dakika moja na kwa upekee nitambulishe baadhi ya makundi ambayo hayakutambuliwa rasmi na Mheshimiwa waziri mkuu. Mbele yako, tunaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali, Mheshimiwa Nangenywa Kaboyoka nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mitaji ya umma mheshimiwa Agustino Hole Vuma mbunge. Nakushukuru sana kwa uwepo wako, Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunao wakuu wa wilaya wanaowakilisha wakuu wa mikoa wa mikoa ambayo inafanya uzalishaji mkubwa kwenye sekta ya madini Niwaombe msimame tuweze kuwatambua kutoka Geita na mkoa mwingine. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba kipekee kabisa nichukue fursa hii kutambulisha makampuni ambayo yanafanya kazi pamoja na STAMIKO na makampuni mengine makubwa yaliyoko hapa nchini wakiongozwa na ndugu yangu Ismail Diwani afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Mamba Resources Limited wanaochimba madini ya dimu kule Ngwala, mkoa wa Songwe. Lakini pia nimtambue ndugu yangu Teonest Mrema kutoka kampuni ya Shanta Gold Mine. Nitambue pia uwepo wa wakilishi kutoka Bakrif na kushukuru sana. lakini pia tunaye mwenyekiti wa chemba za migodi Mhandisi Filibet Roemam ambaye yupo nasi siku hii ya leo. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa heshima kubwa na kipekee kabisa niwaombe waliokuwa wajumbe wa bodi ya Stamiko wakiongozwa na mwenyekiti mzee wangu Meja Jenerali mstaafu pamoja na wajumbe wako wote, naomba msimame tuwatambue na heshima kubwa ambayo mlitendea shirika letu la Stamiko. Nawashukuruni sana kwa mchango wenu, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu nianze hotuba yangu fupi kabisa kwa kutambua uchechefu wa muda tulionao na majukumu yaliyoko mbele yako. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki kwenye tukio hili kubwa la kihistoria siku ya leo. La pili, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, miongozo yake na maelekezo yake ambayo ameifanya sekta hii ya madini iendelee kukua siku hadi siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa nichukue fursa hii kukushukuru wewe binafsi ndani ya siku tisa umeshiriki matukio matatu ya wizara ya madini maeneo tofauti tofauti, ulianza Ruangwa kwenye maonyesho ya madini, ukaenda Chunya kufungua kiwanda cha uchenjuaji wa madini ya shaba na leo uko hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention kwa ajili ya kuzindua ugawaji wa mitambo kwa ajili ya wachimbaji wadogo na vifaa vya STAMIKO. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa niaba ya Wizara ya Madini napenda nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa moyo wako na kwa utayari wako kushirikiana nasi Mwenyezi Mungu aendelee kujalia hekima busara na nidhamu ya uongozi lakini vile vile na unyenyekevu wako mkubwa katika kuendelea kuongoza wananchi hasa wa pale Ruangwa na kutakia kila laheri Mwenyezi Mungu asimame nawe asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo umetufanyia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee kabisa naomba uniruhusu nimshukuru sana Naibu Waziri wa Madini Daktari Steven Remomo Kiruswa, ambaye amekuwa msaada mkubwa sana katika Wizara ya Madini na amekuwa ni kati ya nguzo kuu katika kuimarisha na kuiboresha sekta ya madini. Daktari, nakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana na kukutakia kila la heri. Pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba uniruhusu pia nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati ya bunge pamoja na wajumbe wote wa kamati ya nishati na madini pamoja na wale wa PIC na PAC ambao hao wanaisimamia STAMIKO kwa kazi nzuri walioifanya, na wao pia huwezi kuwaondoa katika maboresho makubwa kwenye sekta hii ya madini. Waheshimiwa wabunge, asanteni sana, tunawashukuruni sana kwa michango yenu, maelekezo yenu na ushauri wenu ambao umefanyiwa kazi na STAMIKO leo inafanya kazi nzuri. Mheshimiwa waziri mkuu naomba nichukue fursa hii kutamka kwamba katika miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sekta ya madini imeshuhudia mageuzi makubwa sana. La kwanza, mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka. Kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka elfu mbili na tisa na mpango wa maendeleo wa taifa ulielekeza kwamba sekta ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa na Waziri Mkuu, kabla ya mwaka 2025 kufika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la takwimu la taifa NBS, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa asilimia kumi nukta moja kabla ya mwaka wa kimalengo kufika wa 2025. Haya ni mafanikio makubwa sana yaliyopatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la pili la maduhuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015 2016 sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili tu kwa mwaka mzima. Baada kufanya ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini. Hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe thelathini na moja mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani saba kufikia tarehe ya mwisho, nao furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo, tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni moja nukta sifuri nne sawa sawa na asilimia mia moja na nne ya lengo ambayo tumewekewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la tatu ambayo nataka niliseme kwa ufupi ni eneo la akiba ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania ni miongoni mwa nchi tano Afrika zinazochimba na kuzalisha dhahabu, lakini nchi yetu ya Tanzania kupitia Benki Kuu haikuwa miongoni mwa nchi ambazo zina hifadhi kubwa ya dhahabu. Hatukuwemo kumi bora, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa Afrika. Katika kumi bora, nchi ya kwanza kabisa ni Algeria ina tani 174 ya dhahabu kupitia Benki Kuu ya mwisho ni Msumbiji ina tani 3.984 ya dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya madini kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza, sura ya 123, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tulibadilisha kifungu kile na kuyataka makampuni yote ya madini nchini Tanzania kutenga asilimia isiyopungua ishirini ya, ya madini yote yanayozalishwa kwa ajili ya kusafishwa, kuyeyushwa, kuchakatwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya marekebisho hayo BOT alianza kununua dhahabu tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tarehe ya leo Benki Kuu ya Tanzania wana hifadhi ya dhahabu ya tani 5.7 na hivyo kuwapiku Msumbiji na kuingia kwenye orodha ya kumi bora ndani ya miezi tisa tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ni la uongezaji thamani madini yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kifungu cha mia moja di kubwa cha sheria ya madini kinazuia kusafirisha madini ghafi nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupata maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kwa mujibu wa sheria hii tuliamua kuisimamia ipasavyo na kushawishi watu kujenga viwanda ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi sasa tuna viwanda nane vya kusafisha dhahabu vilivyoko nchini Tanzania, tuna viwanda tisa vya kuchakata na kuchenjua madini ya metali ikiwemo shaba pamoja na nikel. na Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Dodoma vinajengwa viwanda vitano vipya vya ku chenjua madini ya metali ikiwemo shaba. Kusudio letu kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba badala la kulitoa jiwe la shaba kulipeleka nje ya nchi, hivi sasa ndani ya nchi tena hapa hapa Dodoma una uwezo wa kuchakata jiwe la shaba likatoa kopa cathode, na kuiongezea thamani jiwe lile na ikawa tumefanya jambo kubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, makusudio yetu ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za shaba na hasa copper rods ambayo hivi sasa ina mahitaji makubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo, tunajenga kiwanda cha chumvi kusafisha chumvi pale Lindi, ambacho mwezi wa nane kitakamilika na kitaanza kazi rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajenga jengo la ghorofa zaidi ya nane pale Arusha, la kituo cha kuchakata madini ya vito TGC ili madini yetu ya vito ikiwemo Tanzanite iweze kuongezwa thamani ndani ya nchi na ifanywe hii na Watanzania. Tunashukuru mheshimiwa rais, walitupatia fedha, jengo linaendelea vizuri, muda sio mrefu tutaanza kuifanya kazi hii kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, la mwisho nikiwa nakukaribisha, tunakushukuru sana kwa kazi ya leo. STAMIKO wanafanya kazi nzuri sana, nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana bingwa wa mageuzi haya yote, daktari Venansi Mwase kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Lakini daktari ya kuifanya kazi hii peke yake, mheshimiwa waziri mkuu, wale wakubwa wastaafu waliokaa pale, wana mchango mkubwa sana wa kuhakikisha Stamiko imefika hapa ilipofika, ambako pia naamini mheshimiwa mkuu wa mkoa mteule na balozi wetu mstaafu na IGP mstaafu ndugu yangu Simon Siro atakwenda kuyabeba kuyaendeleza kwa kasi kubwa zaidi, ili shirika hili litoe mchango wake mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maelekezo ya kutoka kwa mheshimiwa rais ya kuhakikisha kwamba tunaliinua shirika hili la Stamiko, na muda sio mrefu nitakuwepo mkoani Lindi, eneo la Nachingwea kuwakabidhi Stamiko leseni kubwa ya madini ya nikeli pale Ntaka, ambao sasa Stamiko watakwenda kufanya uwekezaji mkubwa kupitia leseni hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuyasema haya, naomba sasa nichukue fursa hii kwa heshima kubwa na taadhima kukukaribisha ili uweze kuzungumza na kadamnasi iliyoko mbele yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana na karibu kuzungumza nasi.